Kwenye utumbo wa kuna vidotidoti vya damu nyingi nyingi, kwa hiyo walivibaini, tunaita potekio hemorrhages kwenye maini, basi linaonekana kama limeiva kama limepikwa na, na figo pia. Kwa hiyo ikaonekana wazi kwamba huyu alipewa sumu jawapo haijabainika ni sumu ya aina gani. Rashaneli asimwasiga ni mkuu wa division siku hi division ya e bardar ya idara division ya kilimo mjini na kilimo mjini. Ina comprises na kilimo kama crops kilimo mazao mifugo na uvuvi. Ni, ni kweli ye. Jana nilipata taarifa kutoka kwa, kwa meneja wa kanda kwamba kuna tukio la ng'ombe saba au sita kufariki na mbuzi watatu. Kwa hiyo nilichokifanya ni kumtuma DVO, DVO ni district veterinary officer. Alikwenda na afisa mifugo mwingine msaidizi, kwenda kufanya uchunguzi na kubaini ambacho kilichoua hao ng'ombe saba na mbuzi watatu Kilichobainika pale ilikuwa ni uh, uchunguzi unaofanyika tuseme ni PM ni postmortem uh, inspection. Kwa hiyo kilichobainika pale ni kwamba ng'ombe hao na mbuzi hao walipewa sumu. Hii ni kutokana na historia, historia ni kwamba yeye alikuwa na kamgogoro na wenzake kidogo, lakini pia majani au nyasi au malisho, for that matter. Malisho yeye alipo, alipokota majani malisho na mwenzake jirani yake kwenda kupata malisho wote walikata mahali pamoja, lakini yeye ni ng'ombe wake pekee waliokufa, jirani yake hawakufa. Kwa hiyo wakafanya hiyo postmortem, na walipofanya postmortem ikawabainika kwamba ni sumu na sumu unaweza ukaijuaje? Labda unaweza ukatazama ini, unatazama figo, unatazama na utumbo. Kwenye utumbo huwa kuna vidoti doti vya damu nyingi, nyingi. Kwa hiyo walivibaini tunaita potekio hemorrhages kwenye maini, basi ini linaonekana kama limeiva kama limepikwa na, na, na, na figo pia. Kwa hiyo ikaonekana wazi kwamba huyu alipewa sumu, japo haijabainika ni sumu ya aina gani. Sumu kwa mfano za kuua wadudu, sumu za kuua hata magugu, hizo zinaweza zikaua. Lakini sumu nyingine pia ni, ni mbolea ha, mbolea nayo, na na huwa haraka sana. Ukichanganya mbolea na pumba, basi au nyama yoyote akishakula basi, atakufa haraka sana ah, sio rahisi kujua sasa, lakini kwa sababu tumebaini kwamba kulikuwa kuna mm, shida kwenye utumbo. Tunaamini kwamba hiyo ilitokana, ilikuwa imechanganywa na chakula ama ilichanganywa na pumba au ilichanganywa na majani au na chakula chochote ambacho ng'ombe au mbuzi wanakipenda, kishachanganya basi. Kwa sababu unakuta eh, tukuta utumbo mdogo pia una damudamu vitotitoti vya damudamu ambavyo inayokuambia baada ya kubaini hivyo, kitu kilichofanyika tuli, wale mizoga mizoga kiacha hivi hivi, kwa tabia za Dodoma hapa, watu wengi wanapenda nyama. Kwa hiyo kitu kilichofanyika tuli, tuliomba jinsi ya kuhifadhi hiyo mizoga. Nilimpigia simu manager wa Tanzania Meat Company ambaye ni machinjio kuu ya Wizara ya Mifugo. Kwa hiyo ikasombwa mizoga yote na gari la taka la halmashauri ya jiji. Kwa hiyo tukatumbukiza kwenye shimo, shimo hilo tunaitwa decomposition pit. Kwenye decomposition pit basi watakao watafunika pale, hakuna hewa inaingia, itakuwa decomposed uh, uh kiasi cha kwamba atakitabaki uh, tabaki mifupa na mifupa baadaye na itakuwa decomposed. Kwa hiyo tuli hakisha kwamba hiyo mizoga haitaguswa na mtu, yote tukaidispose kwa jinsi hiyo ubaini kitu ili sasa isizuru na wanadamu wengine. Wanadamu wanapenda nyama na, ili wasile mzoga, lazima tulihifadhi tu, tu kwa namna ambavyo tulifanya jana. Kitu tulichobaini pale, hiyo ni vitu wanavyosema, kulikuwa kuna kamgogoro kidogo. Mgogoro ulianza pale ambapo yeye alikuwa na mbolea nyingi sana, ikawa anatoa harufu eh, akaidhibiti lakini sasa alipoidhibiti ile mbolea kuiondoa na kufanya usafi, akataka sasa kujenga ukuta, ili kwamba uh, azuie sasa mbolea au wanyama hata kutoka. Bahati mbaya alikojenga pia akawa ana mgogoro na pale kiwanjani, yule mwenzake akawa nadai kile kiwanja ni cha kwake. Sasa kama hiyo imeenda wamevutana, mpaka wamefikishana hayo ni maelezo ya watu sasa, maana tuna ushahidi nayo. Kwanza tunachotaka kushauri ni kwamba ziko sheria, ziko sheria ya mazingira uh, iko sheria ya mipango miji, lakini iko sheria ya serikali za mitaa kuhusu ufugaji. Ufugaji kwanza ni ni ng'ombe wanne tu wanaruhusiwa kuweka. Ufugaji pili ufugaji ambao unaozingatia kufuga kwa ndani ni ufugaji unaozingatia usafi, fanya usafi nje hapo. Kuna kuna faini inaweza kutozwa kwa mtu anaye sizingatia usafi kwa ajili ya kutunza wale mazingira, lakini lakinikaula naetoa nje ng'ombe wakizurura zurura, aiusi kabisa, ng'ombe wafungiwe ndani na usafi ufanyike, kisiwe kikwazo kwa watu wengine yeah. Ah, shauri wangu wa ufugaji ni kupendana. Maana sasa kama mtu deliberately alichukua hatua ya kwenda kuwapa e, kupendana, lakini pia sasa ukiwa na ng'ombe wa, wenye thamani kubwa namnayo, maana ni ng'ombe wakubwa sana milioni tatu milioni tatu na nusu, maziwa, tano, basi, maana, gani, na nusu ng'ombe anatoa maziwa lita kumi na tano lita kumi basi, unatengeneza maana, ukisha chuo kwamba unakaa na watu gani, ni vyema ukatengeneza, labda awe na ukuta ambao impe shida kuingia wakati wa kufanya matukio mabaya jinsi hiyo. Ajengee banda lile lile nguvu, ajengee ukuta, mtu anaingia kwa utaratibu ambao we mwenyewe utakuwa umembusu.